Kila mtoto huzaliwa na ndoto: ndoto ya kuwa daktari, ndoto ya kuwa mwalimu, ndoto ya kuwa mwanasheria, ndoto ya kuwa rubani, ndoto ya kuwa mfanyabiashara mkubwa. Yaani kila mtoto anazaliwa akiwa na ndoto, lakini mara nyingi ndoto hizo zinaishia njiani, sio kwa sababu watoto hao hawa wanakuwa hawana uwezo, hapana. Ni kwamba wanakuwa tayari hawajui namna ya kutunza hizo ndoto, hawajafundishwa jinsi ya kutunza hizo ndoto ambazo wanakuwa wamezaliwa wakiwa nazo. Leo kwenye Moyo wa Malezi tutaenda kuangalia namna sahihi ya kuweza kuwafundisha wazazi ili wawasaidie watoto kutunza ndoto hizo, mwisho wa siku watoto waishi katika ndoto zile ambazo wanakuwa wao wanatamani kuwa hivyo. Mimi ninaitwa Muhere Madam. Kama hauja subscribe kwenye chaneli yetu ya Moyo wa Malezi, karibu fanye hivyo sasa hivi, kwa sababu tunakuletea maarifa sahihi kabisa kwa ajili ya familia, kwa ajili ya malezi na kwa ajili ya jamii nzima. Unaweza ukatupigia simu ukatutumia ujumbe kama unataka ushauri kuhusu jambo lolote kwenye malezi. Tupigie simu au tutumie ujumbe kwa namba 0754 Tano, saba, tisa, bili, bili. Karibu na tuanze hoja ya kwanza, tambua ndoto yako kwa uwazi. Hauwezi ukatunza ndoto au ukatunza kile kitu ambacho hukitambui. Hapo unachotakiwa kuangalia ni kwamba lazima utambue kwamba wewe kwenye ndoto yako, ndoto yako ni nini? Unataka kuwa nani hapo baadaye? Unataka kufanya nini? ni nini Kiko ndani ya moyo wako. Ukishatambua kwamba unataka kuwa nani na unataka kufanya nini, iandike hiyo ndoto chini, iandike kwenye daftari, kwenye karatasi, sehemu yoyote iandike ile ndoto. Mimi ninataka kuwa daktari, mimi ninataka kuwa rubani, mimi ninataka kuwa mwalimu, mimi nataka kuwa mwanasheria. Ukishaandika hivyo ndoto hiyo, unakuwa unaiona, hapo ndipo unaweza ukaitunza na ukaisimamia hiyo ndoto. Ndugu mzazi, Inawezekana mtoto wako ana ndoto tofauti kabisa na wewe unavyowaza. Msaidie mtoto wako kutambua ndoto yake na msaidie mtoto wako kuhakikisha anafika kwenye ndoto yake, sio kile ambacho unakitaka wewe ndio unahakikisha unakazana kumsaidia mtoto akifikia kile unacho a, a, tambua ndoto yake na umsaidie kufikia. Hapo ndipo tunapotambua sasa mzazi umechukua nafasi yako ya malezi bora. Hoja ya pili: linda ndoto yako dhidi ya mawazo ya kuvunja moyo. Kuna watu watakucheka, kuna watu watakwambia hiyo haiwezekani, kuna watu mpaka watakudharau, kuna watu watakwambia wewe hauwezi. Lakini wewe ndiye unajua unataka nini, ilinde ndoto yako kutokana na maneno yanayoweza kutokea kukuvunja moyo wewe ndio unatakiwa uisimamie ndoto yako. Wewe ndio unajua unataka kuwa nani. Kwa hiyo simamia kile. Kumbuka kwamba hata una, unaona haya makampuni makubwa, unaona vitu vikubwa vyote vilianza kama ndoto. Waliovitengeneza, waliovianzisha, wanaovisimamia walianza kwa kuweka wazo, alafu wakalisimamia lile wazo. Kuna watu wanajua kuvunja moyo na kukatisha tamaa kabisa. Mtoto kwa mfano anasema kwamba mimi ninataka baadaye niwe rubani wa ndege, afu watu wana kwenye familia watamcheka kabisa, wanamwambia wewe kabisa, na hizo akili zako ndogo uwe rubani? Wanasahau kwamba watoto wanabadilika, watoto wanatengenezwa na watoto wanaandaliwa. Kwa hiyo mtu asikuvunje moyo wewe mtu mzima ambaye una ndoto, wewe mtoto ambaye una ndoto, mtu asikuvunje moyo. Simamia kile ambacho unakiamini, na mwisho wa siku kitakuja kuwa vile vile ambavyo umeamini. Hoja ya tatu: chukua hatua ndogo kila siku. Ndoto haziwezi kutimia kwa maombi peke yake, bali zinahitaji kuchukua hatua. Hivyo chukua hatua za kusoma kwa bidii, chukua hatua za kujifunza. Hebu fuatilia wewe, kwa mfano una ndoto ya kuwa daktari, jishirikishe na madaktari, kwa sababu madaktari watakuambia ukweli, walifanya nini mpaka wakawa madaktari. Unataka kuwa wandegi, unataka kuwa rubani wa ndege, unataka kuwa mwanasheria, unataka kuwa nani? Kile unachotaka kuwa, chukua hatua ndogo ndogo ya kujifunza kuhusu hicho kitu unachotaka kuwa, na hakikisha wale unaotafuta mawazo kutoka kwao ni wale ambao wana ndoto kama ulionayo wewe wala ambao wanafanya kile unachokifanya. Unataka kuwa mfanyabiashara mkubwa, labda mfanyabiashara wa kwenda China, mfanyabiashara wa kwenda nchi mbalimbali, ongea na watu ambao wanaenda kwenye hizo nchi, anza kujifunza kutoka kwao. Wewe sio kwamba unataka kuwa mwanasheria alafu unaenda kutaka ushauri kwa daktari au kwa nesi. Yeye atakushauri kidaktari, kwa sababu yeye sio mwanasheria. Kwa hiyo chukua hatua ndogo ndogo mdogo mdogo mdogo mdogo, mwisho wa siku unafika kwenye kile kitu ambacho unachokitaka. Hata mbuyu haukuwa ulianza kama mchicha au kukua tu, ulianza kidogo kidogo, kaochukua hatua ndogo ndogo, mwisho wa siku unafikia malengo. Hatua ndogo ndogo ndizo baadaye zinakufikisha kwenye malengo yako husika. Hoja ya nne, kuwa na watu sahihi karibu yako. Ndoto inaweza ikatimia vizuri kama mazingira yako ni mazuri. Tafuta walimu sahihi, tafuta walezi sahihi, washauri sahihi watakuongoza kuhakikisha. Tafuta yaani watu ambao wanakuamini, sio wale watu ambao wanakupuuza na kukudharau. Watu ambao wanakuamini watakuambia ukweli watakusaidia kabisa kuhakikisha kwamba wewe unatimiza ndoto yako. Kwa hiyo jiungamanishe na watu ambao ni sahihi, na hakikisha kwamba unakaa katika mazingira ambayo mazingira moyo, mazingira ambayo ya ya kukutia moyo ya kukujenga, sio mazingira ya kukubomoa. Pale utakapokuwa unakutana na watu wenye mawazo chanya, watakujenga vizuri na watakusaidia kuhakikisha unatimiza ndoto yako, wale watu ambao wanakuamini, watu wanaokupenda, watu ambao wanataka ufanikiwe. Hao ndio watu sahihi ambao unatakiwa kuwa nao karibu. Watakusaidia, watakutia moyo na watakujenga, kuliko wale watu ambao wanakupuuza na watu ambao wanaona kwamba wewe huwezi. Watu wale watakuwa wanakuvunja moyo. Kaa karibu na watu sahihi, watakutia moyo, watakujenga, na watakushika mkono na kukuongoza, kukufikisha kwenye ndoto yako. Hoja ya tano ni wewe kuwa mvumilivu na usikate tamaa. Ndoto nyingi huwa zinakufa mita chache kabla ya mstari wa ushindi. Changamoto zipo, changamoto lazima zitokee, na bila changamoto wewe hauwezi kuwa mshindi. Lazima ukumbane na changamoto, upambane, uzishinde na uwe mshindi. Ninakutia moyo nikikwambia kwamba inawezekana kutimiza ndoto yako, kama umeamua na kweli unataka kuwa hicho unachotaka kuwa, inawezekana. Bila shaka, mtu asikuvunje moyo mtu asikukatishe tamaa wala mtu asikupindishe kutoka kwenye ndoto yako na kukupeleka kwenye ndoto nyingine hakikisha mbio ulizoanza anza mbio hakikisha unamaliza mbio zako vizuri ushindi upo inawezekana kushinda na Mungu atakusaidia kama wewe unaweza kujipambania wewe mwenyewe hakuna kinachoweza kushindikana cha msingi usikate tamaa pambana hakikisha mawazo yako yote unayaweka kwenye ndoto yako. Mwisho wa siku inakuwa kweli, kile ambacho umekiwaza kinaenda kutokea katika maisha yako. Usikate tamaa, kuwa mvumilivu. Ndoto sio za watoto tu, hata wewe mzazi, hata wewe kijana, una uwezo wa kuota upya na una uwezo wa kuanza upya. Maisha yasikufundishe kukatisha tamaa. Usikubali maisha ya kukatisha tamaa na ya kufundisha kwamba wewe hauwezi. Unaweza hata kama ulichelewa ukapotea, una uwezo wa kuanza upya na ukatimiza ndoto yako na ukawa kile ambacho ulichokuwa unataka kuwa. Kumbuka, ndoto iliyotunzwa ndio ushindi wa kesho. Inawezekana kuota upya na ukafanya kile ambacho ulichokuwa unataka kuwa, na inawezekana kuwa kile ulichokuwa unataka kuwa, kama hautakatishwa tamaa na dunia wala maisha. Bila shaka umejifunza kitu kipya siku ya leo. Usisite kushare, usisite kulike na usisite kusubscribe kwenye chaneli yetu ya Moyo wa Malezi, ili uendelee kuwa mmoja wa familia ya Moyo wa Malezi. Ninakushukuru sana, asante kwa kuwa mmoja wa familia ya Moyo wa Malezi. Mungu akubariki sana na Mungu akutunze, atunze ndoto zako, atunze na ndoto za mtoto wako. Hakikisha watoto wako wanatimiza ndoto zao, hakikisha unawasimamia kuwa kile wanachotaka kuwa. Usiwafanye kuwa kile unachotaka wewe wawe, wao kile wanachotaka kuwa. Tukutane tena kwenye video nyingine inayofuata. Asante.